Saba. Gazeti Habari Leo, habari iliyopewa kipaumbele ni Samia, vijana lindeni amani, ahimiza uzalendo, waipende nchi yao, ajivunia makubwa ya CCM, Migiro ampongeza mageuzi siasa, uchumi, Bitekwa msifu kwa utu. Habari imeandikwa kwenye ukurasa, ukurasa, ukurasa wa pili wa gazeti hili. D Mwinyi atangaza neema, kilimo cha mpunga, habari katika ukurasa wa tatu. INEC yafuta vituo 292 yatengua ugombea saba. Habari imeandikwa kwenye ukurasa wa nne wa gazeti hili. Watano mbaroni tuhuma kifo cha polisi Arusha. Habari katika ukurasa wa ishirini. Vijana muwa uangalifu upotoshaji akili unde. Habari katika ukurasa wa tano. Tamisemi yawapa maagizo dat udat. Habari imeandikwa kwenye ukurasa wa saba. Nchimbi asante viongozi wa dini kuomba umoja. Habari imeandikwa kwenye kurasa za ndani za gazeti hili TPDC yaagizwa kumaliza utafiti mafuta gesi. Habari katika ukurasa wa kumi na sita, na hivi ndivyo ambavyo limeandika gazeti habari leo, gwiji la habari Tanzania, pamoja na gazeti leo na gazeti ya habari leo mikononi mwangu. Nalo gazeti mwananchi lenye limeandika mauaji askari Arusha yashtua, apigwa na kitu kizito kichwani. Jeshi la polisi Arusha ladai alizidiwa na kilevi akiwa baa, lawashikilia watuhumiwa watano. Habari imeandikwa kwenye ukurasa wa tatu wa gazeti hili Nukuu ya Justin Maseju, kamanda wa polisi ya Arusha, ameandikwa kwenye ukurasa wa mbele wa gazeti hili ikisema, kwa bahati mbaya alifungua na kuingia katika gari jingine lililokuwa jirani ambalo halikufungwa na funguo agedhani ni lake bila kujua kumbe halikuwa la kwake. Undani wa taarifa hii ni katika ukurasa wa tatu gazeti hili. Imeandika Samia awapa ujumbe vijana kulinda amani, habari katika ukurasa wa nne. Dira elfu mbili na hamsini na mustakabali wa mfumo wa elimu, habari katika ukurasa wa sita. Mgombea kutoa laki tano kwa kila mwananchi Zanzibar, habari imeandikwa kwenye ukurasa wa pili wa gazeti hili. Unguja, mgombea urais wa Tanzania kwa tiketi ya chama cha Makini, Amir Hassan Amir ameelezea undani wa taarifa hini katika ukurasa wa pili wa gazeti hili mwendo Mwananchi limeandika kauli za wananchi, mwendo kasi mbagara ikitesti mitambo, habari katika ukurasa wa ishirini na moja na hivi ndivyo ambavyo limeandika gazeti Mwananchi katika ukurasa wake wa mbele Jumatatu ya leo. Tuitazami sasa gazeti Majira, gazeti huru la kila siku lenye habari iliyopewa kipaumbele ni Samia, tukapige kura kuwezesha maendeleo. Awataka vijana wasikubali kurubuniwa kuharibu amani, asema kuwa yeye ni mama ataendelea kuolea wananchi kwa kuhakikisha anafanikisha shughuli zitakazoinua maisha. Habari katika ukurasa wa nne wa gazeti hili. Serikali ya ACT wazalendo kuongeza thamani bidhaa, habari katika ukurasa wa nne sau, kutatua changamoto ya maji ikishinda uchaguzi, habari katika ukurasa wa tatu wa gazeti hili. Msikiti Mwanza kuombea uchaguzi mkuu na INEC, habari imeandikwa kwenye ukurasa wa nne wa gazeti hili gazeti hili gazeti hili limeandika Nchimbi ahimiza viongozi wa dini be amani habari imeandikwa kwenye ukurasa wa nne wa gazeti hili. Zanzibar kuendelea kuimarika kiuchumi chini ya Dr. Mwinyi habari katika ukurasa wa pili. RSF yatumia drone kushambulia kambi ya wakimbizi Alfasha habari imeandikwa kwenye ukurasa wa kumi na tisa. Piga kura kwa amani haki na afya bora kwa taifa letu habari imeandikwa kwenye ukurasa wa kumi wa gazeti hili, na hivi ndivyo ambavyo limeandika gazeti Majira,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 Hatima ya Lisu kwa majaji leo ni katika mvutano wa kisheria uliotokana na Lisu kuhoji uaminifu wa wa shahidi wa Jamhuri, hoja iliyojenga kwa msingi uliowekwa na mahakama ya rufani kupitia mashauri ya Lilian Fortes na Shadrack Sospita. Habari imeandikwa kwenye ukurasa wa tatu wa gazeti hili. Samia awapa angalizo vijana walisendeka wataka, waliokatwa CCM wasiwe kiini cha vurugu viongozi wa dini wasema. Habari imeandikwa kwenye ukurasa wa pili wa gazeti hili. Gazeti hili lina nukuu ya Dkt Samia Suluhu Hassan, Christopher Lesendeka pamoja na askofu Joyce Mangu. Mtoto afa baada ya kudondolewa na kuku. Habari imeandikwa kwenye ukurasa wa kumi na tisa. Mgombea wa rais, kila mwananchi atapata laki tano kila mwezi. Habari katika ukurasa wa kumi na saba. Matatizo ya akili, zaidi ya watu elfu arobaini na tano wapata tiba Mirembe. Habari imeandikwa kwenye ukurasa wa pili wa gazeti hili. gazeti hili na hivi ndivyo ambavyo limeandika gazeti ya Nipashe mwongo wa jamii. Pata nakala yako usome kwa undani zaidi. Gazeti Uhuru ukweli daima ninalo mikononi mwangu, lenye wa habari iliyopewa kipaumbele ni Dr. Samia awasisitiza vijana kulinda amani, awaeleza kutokubali kurubuniwa na watu wenye dhamira ya kuharibu amani utulivu uliopo, kwa kuwa ungetoweka hakuna pa kukimbilia nadi sera za CCM katika mkutano mkubwa wa kampeni wilaya ya Bukombe, huku akiandika mafanikio yaliyopatikana sekta ya madini, kilimo. Undani wa taarifa hii katika ukurasa wa pili wa gazeti hili. Wito wa Dr. Nchimbi kwa viongozi wa dini, habari katika ukurasa wa pili. CUF kujenga barabara za mitaa jimboni Ukonga, habari katika kurasa za ndani za gazeti hili Maganya mazuri mengi yamefanyika Kakonko, habari imeandikwa kwenye ukurasa wa tatu wa gazeti hili. Lakini pia gazeti Uhuru limeandika Rais Samia yupo tayari kuwafanyia makubwa wenye ulemavu, majali wa habari katika ukurasa wa tatu. CCM imetekeleza ahadi zake kwa kiwango cha juu Zanzibar, habari katika ukurasa wa kumi na moja, na hivi ndivyo ambavyo limeandika gazeti Uhuru, ukweli daima. Zanzibar Leo, kwa ukweli na uwazi, ninalo ni nalo mikononi mwangu lenye habari iliyopewa kipaumbele ni Dkt Mwinyi, serikali itaendelea kushirikiana na jumuiya ya wakandarasi, lengo ni kuimarisha sekta ya ujenzi. Habari katika ukurasa wa pili wa gazeti hili. Tutaendelea kutoa fursa za uchimbaji dhahabu kwa vijana, Dkt Samia. Habari katika ukurasa wa pili. Mgombea wa urais makini ahidi Zanzibar mpya, habari imeandikwa kwenye ukurasa wa tatu wa gazeti hili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 Apewa saa sabini na mbili Yanga. Takwimu za Falls, kocha huyo ameongoza Yanga katika mechi tano na hajapoteza wala kuruhusu bao ndani. Wa taarifa hii ni katika ukurasa wa pili. Ijayo Yanga ni Oktoba kumi na nane Silver Strikers dhidi ya Yanga jaziri. Mwana Sport limeandika Pantev ashtuka Simba chini ya kocha huyo amecheza mechi mbili za kirafiki. Ijayo Simba ni Oktoba kumi na tisa nsingizini dhidi ya Simba. Lakini pia gazeti Mwanaspoti limeandika kisa cha kusikitisha cha Salem Bonde, nilipokosa mpira hewani nikaanguka, sichezi hadi sasa. Habari ni katika ukurasa wa kumi hadi ukurasa wa kumi na moja. Gazeti hili limeandika ni JKT Queens tena, yanga ya tatu. Habari katika ukurasa wa tatu wa gazeti hili, madogo yakiwa ni JKT Queens mbili, Simba Queens moja. Jicho la mwewe na Edo Kumwembe, atakayefunga free kick nne nampa shilingi milioni moja undani wa taarifa hii ni katika kurasa za ndani za gazeti hili. Gazeti hili limeandika wanasubiri ofa zenu, habari katika kurasa za ndani za gazeti hili. Kufuzu World Cup leo Jumatatu ni Northern dhidi ya Ujerumani, mchezo unapigwa saa 3 na dakika 45 usiku. Jesus girl, na hivi ndivyo ambavyo limeandika gazeti Mwanaspoti katika ukurasa wake wa mbele. Magazeti ya habari, habari za michezo na burudani, gazeti Habari Leo lenyewe katika ukurasa wake wa nyuma limeandika yatetea ngao ya jamii. Timu ya JKT Queens imeshinda ubingwa wa ngao ya jamii baada ya kuifunga Simba Queens mbili kwa moja uwanja wa KMC Complex, Mwenge, Dar es Salaam. Job Kagoma waikosa Iran, habari imeandikwa kwenye kurasa za ndani za gazeti hili. Simba ya wazama kubwa ligi ya mabingwa, habari imeandikwa kwenye kurasa za ndani za gazeti hili. Lakini pia gazeti Habari Leo limeandika wa mapenzi wamchelewesha Mario, habari katika ukurasa wa ishirini na moja wa neno vituo vya kukuza vipaji habari katika ukurasa wa ishirini na tatu, na hivi ndivyo ambavyo limeandika gazeti ya habari leo gwiji la habari Tanzania. Nipashe mwanga wa jamii katika ukurasa wake wa nyuma habari za michezo na burudani limeandika Yanga Sports Club kucheza Malawi na joto kali yaanza kujifua kuzoea mazingira, huku habari imeandikwa kwenye ukurasa wa ishirini na tatu. Gazeti limeandika Mo Bajabel arejea Simba, habari imeandikwa kwenye ukurasa wa ishirini na tatu. England, nafasi wazi kufuzu kombe la dunia 2026 habari katika ukurasa wa 21, na, na hivi ndivyo ambavyo limeandika gazeti Nipashe ya mwanga wa jamii katika ukurasa wake wa nyuma habari za michezo na burudani. Na gazeti hili linakamilisha urukuzi wa vichwa vya habari vya magazeti mbalimbali Tanzania, kupitia hapa Toka zamani TV. Asante na kwa heri kwa sasa.